67881891. Bwana, mambo vipi? Naitwa Mkude Luis. Leo uh, kwa taarifa za kimichezo za hapa nyumbani Tanzania, barani Afrika, lakini na nje ya bara la Afrika, kwa maana ya taarifa za michezo za kimataifa, ungana nami kupitia Sauti Kuu Sports kila siku kuanzia saa mbili asubuhi mpaka saa nne. Ungana nasi tuweze kukupatia taarifa hizi kwa kina, na uweze tuweze kukata kiu yako. Mambo vipi mtazamaji wa sauti kuu TV, karibu sana katika sauti kuu sports. Ni kipindi ambacho cha kimichezo kinachokujia kuanzia saa mbili kamili asubuhi mpaka saa nne kamili asubuhi, na jioni tunarudi tena kuzijadili taarifa ambazo zilizotokea katika siku nzima. Hapo tunakutana tena saa 12 kamili jioni mpaka saa moja uh, usiku kamili, tunakuwa tayari tunafunga sauti kuu sports katika siku hiyo, na kusiendelea kuifuatilia sauti kuu tv bana mpango mzima ni Sauti Kuu Sports kila siku saa mbili asubuhi hadi saa 4 na saa 12 jioni hadi saa moja kamili, kuanzia saa mbili mpaka saa nne asubuhi. dakika 45 za kipindi cha kwanza zimetamatika pale kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Dakika hizo 45 tumewashuhudia wekundu wa Msimbazi, Simba, wakienda mapumziko wakiwa kifua mbele wakiwa na mtaji mzuri wa magoli, wakiwa wanaweza kuongoza magoli mawili kwa sifuri magoli ya yaloweza kufungwa kwenye kipindi cha kwanza na Lucian Deruk akipokea pasi safi kutoka kwa Jan Chaza Ahua, lakini pia goli la pili la klabu ya Simba likifungwa na mchezaji uh, Ahua ye mwenyewe pia akiweza kufunga bao hilo la pili. Kwa hiyo klabu ya Simba imeweza kutoka mapumziko wakiwa mbele kwa bao hizo mbili kwa sifuri kitu ambacho kinawafanya pia waanze vizuri kwenye mwendelezo wa ligi kuu soka Tanzania bara, na huu unazidi kuwaweka kwenye mahala pazuri kuelekea kwenye msimu huu, wakiwa lengo lao kubwa ni kuhakikisha pia timu yao inaweza kwenda kushinda vikombe vyote. Hayo ndo moja ya malengo ambayo klabu ya Simba wanayo katika msimu huu, kuhakikisha timu yao inashinda vikombe vyote kwenye mchezo wa leo. Kwenye dakika bila tano za kwanza nilichoweza kukishuhudia uh, nime nimeshuhudia performance bora kutoka kwa wachezaji mbalimbali ambao wameweza kupangwa na kocha wa klabu ya Simba ambaye ameweza kuwaamini wachezaji hao. Ahua ameendeleza pale alipoishia katika msimu uliopita. Kumbuke msimu uliopita yeye alikuwa mfungaji bora wa ligi kuu soka Tanzania bara akiweza kufunga magoli 16, lakini pia alitoa asisti kadhaa. Msimu huu pia ameenda kuanza hivyo hivyo. Uh, amekwisha funga goli moja na amekwisha toa assist moja katika mchezo wa siku ya leo, kitu ambacho pia kinamfanya azidi kujiweka mahala pazuri na kumuongezea confidence kuelekea kwenye msimu ujao, ambao kwenye msimu huu ambao amekuwa akiendelea kufanya vyema siku hadi siku. Kwangu mimi binafsi, ahua amekuwa ni mmoja wa mchezaji pia ambaye anaonesha kiwango kizuri sana kwenye michezo ambayo amekuwa akiaminiwa na kocha wake David Fadu, lakini kwenye msimu huu alivyokuwa akiaminiwa na kocha Selemani Matola ameweza kufanya kitu kizuri kwenye mchezo wa siku ya leo. Ukitazama kwenye mechi hii uh, ameendeleza kutumia mipira mizuri ya kona kwenye kupiga pasi kiangalia goli la kwanza ambalo limefungwa na Rushen Deruk, yeye ndo aliyepiga kona ile uh, Rushen Deruk akaluka kichwa ambacho kikamshinda golikipa wa kikosi cha, uh, kikosi cha uh, Fountain Gate na kuwapatia Simba utangulizi wa goli la kwanza lakini pia ukitazama kile kitu kingine ambacho kimeweza kuonyeshwa kwenye mchezo wa siku ya leo ni kupitia kwa kiwango kizuri ambacho ameweza kukionesha pia mchezaji kama anasumbuliwa uh, mza, Mzamiru Yassin ameendelea kuonesha namna gani pia ni mchezaji ambaye alikuwa anakaa ana, ana na matatizo ya majeraha, lakini msimu huu uh, toka alipopona kwenye majeraha tulianza kumuona kuanzia kwenye mchezo uliopita ambao Simba waliweza kucheza mchezo wa kimataifa. Aliingia kipindi cha pili na aliweza kuperform vizuri na kuweza kuonesha impact yake katika kikosi hicho cha klabu ya Simba, lakini pia mchezaji mwingine ambaye ameweza kunivutia kupitia mchezo wa siku ya leo ameweza kunivutia mchezaji kama uh, Eli Mpanzu kibisawala, japokuwa bado hajafunga goli lolote, lakini still bado anaonesha uhatari kwenye lango la mpinzani ambaye ni Fountain Gate. Uh, tukianza kuangalia kiujumla, tuanze kumtazama mchezaji mmoja mmoja wa klabu ya Simba. Shamari Kapombe amekuwa akipandisha mashambulizi sana kwenye mchezo wa leo Anakwenda kupiga cross, anakwenda ku overlap anafanya, ana blocking za wapinzani kwenye eneo la pembeni, lakini pia hivyo hivyo, pia kwa Nabi Kamala amekuwa pia akionesha ubora, aki ubora, aki ubora mkubwa kwenye maeneo ya pembeni, akihakikisha pia ubora unakuwa mkubwa kwenye eneo la pembeni akilinda vizuri, na akiweza kuonesha ubora mkubwa uh, kwenye mchezo wa siku ya leo. Kwa hiyo moja ya performance pia kubwa ambayo ameweza kuionesha ni eneo hilo kwa upande wa mchezaji huyo. Na Bikamala kwenye eneo la kushoto na yupo flexible kweli kweli, ni mtulivu, anapokuwa na mpira hana mashaka yoyote, hana wasiwasi wowote, ni mmoja mchezaji ambaye yuko very comfortable anapokuwa na mpira kwenye mchezo wa siku ya leo. Lakini pia mchezaji mwingine ambaye ameweza kuonyesha kiwango kizuri ni mlinzi wa kati Rushen Deruk ambaye yeye ndo amefungua akaunti ya magoli kwa upande wa klabu ya Simba Hiye uh, yenda amefunga goli la kwanza kabisa kwa Simba kwenye msimu huo 2025 msimu 2026 akifunga goli hilo kwa njia ya kona, uh, kona nzuri inapigwa na, na Jean Chaza huwa anamaliza vizuri kwa kichwa kwa upande wa mchezaji huyo Rushine De Reuck, lakini kwenye eneo la ulinzi pia bado ameendelea kufanya kazi kubwa sana. Ni mmoja ya mlinzi ambaye amekuja kuongeza kitu kikubwa sana, nadhani kuna baadhi ya walinzi wa ligi kuu ya Tanzania wanapaswa waendelee kujifunza kutoka kwake, kulingana na kitu ambacho anakifanya. Anaonyesha exposure kubwa ambayo ameipata kupitia kwenye ligi mbalimbali alizocheza cheza, ligi ya pale nchini uh, Israeli amecheza ligi ya Ureno, amecheza ligi ya South Africa PSL, ambao kwenye moja ya msimu ambayo amecheza pale kwenye kikosi cha, uh, Mamel, cha, cha Mas, Maritzburg United alifanikiwa kuwa mchezaji beki bora wa ligi kuu ya Afrika Kusini. Ni mmoja wa mchezaji pia ambaye ameonesha anakuja kuongeza kitu kikubwa sana ndani ya kikosi cha Simba. Ukija kwenye neo la kiungo leo, Yusuf Kagoma ameanza mara baada ya kukosekana kwenye mchezo wa kimataifa kutokana na kadi nyekundu aliyokuwa nayo kipindi cha pili. Mchezo huu leo kocha amempa nafasi ya kwenda kucheza na bado ameendelea kuonekana ni mmoja wa mchezaji uh, muhimili mkubwa kwa upande wa klabu ya Simba. Anafika kwenye matukio lakini mapungufu yake ni yale yale ya kucheza madhambi, ni moja kitu ambacho pia bado anaendelea kukionesha kwenye eneo hilo, anafanya sana madhambi kwa upande wa mchezaji huyo, uh, Yusuf Kagoma. Lakini kwenye eneo namba nane kama alivyosema amecheza na Mzamiru Yasini Selemba. Selemba hajaonekana muda mrefu, msimu uliopita alikuwa anasumbuliwa na majeraha uh, ndio ambaye alikuwa anamfanya muda mwingi awe nje, lakini msimu huu anaonekana yuko fiti, amerejea tena kwenye kikosi cha Simba mchezo uliopita alitokea nje, mchezo huu ameanza kupatiwa nafasi kwenye dakika 45 za kwanza, na sofa kwenye kipindi cha kwanza ameonesha kitu, kuna kitu ambacho anacho kwenye mechi hii anachokionesha, kwa upande wa mchezaji huyo Mzami Ilu Yasin, uwezo kujua kama ni mchezaji ambaye amekaa kwenye majeraha kwa muda mrefu, kwa hakika alichokifanya kwenye siku ya leo. Ana anazidi kudevelop, anazidi kuonesha kiwango kizuri taratibu taratibu. Lakini mchezaji mwingine ambaye ameweza kunivutia kwenye siku ya leo tunakwenda kuangalia eneo la Eli Mpanzu. Mpanzu bado anakaa sana na mpira. Kuna maeneo ambayo anapaswa kuachia mpira mapema. Anacheza vizuri lakini bado ana mapungufu. Anapaswa kuna maeneo ambayo una touches zinatakiwa ziwe chache, unaachia mwenzako akafunge. Lakini yeye bado ana nao sana mpira. Matokeo yake anajikuta wachezaji wengine wamekwisha kabwa mpaka anapokuja kuachia mpira wakati angeachia mapema huenda mpira ungefika kwa haraka na Simba ungeweza kupata magoli zaidi kwenye kipindi hicho cha kwanza. Kutoka kwa Mpanzu Kibu Dennis Prosper, Kibu anazidi pia kuimarisha gemu yake, nguvu wake, nguvu yake, work rate yake imekuwa kubwa pia ndani ya uwanja kwenye mechi ya leo. Amezidi kufanya kitu kizuri. Jonathan Soa hajapata huduma kwenye mchezo wa leo. Siwezi kumhukumu kwa kile alichokifanya. Bado hajahudumiwa, hajapata nafasi za kwenda kumuona kumshuhudia akipata labda 1v1 labda akaekewa mpira akakosa, bado hatujaona iko kitu, lakini nina imani naye, kama atatengenezewa nafasi, huenda tukaanza kuona magoli yake kupitia kwenye mechi ya leo, ama kama hatapata, basi siku nyingine tunaweza tukamuona akifunga. Ukija kwa Aua, ameanzia pale alipoishia msimu uliopita, goli moja asisti moja kwenye mchezo wa leo. Na nadhani ameenda kuungana ye na Athmani e Makambo Makambo naye na Athmani Makambo naye na, na goli moja na assist moja lakini yeye alitumia mechi mbili kupata takwimu hizo. Lakini Aua yeye ametumia mchezo mmoja tu siku ya leo kupata takwimu hizo. Nyota njema pia wanasema inaonekana asubuhi. Huenda akarejea zile rekodi zake alizoziweka kwenye msimu uliopita. Tutaenda kumuona kile atakachokifanya kwenye msimu huu kwa Jan Chaza huu ambacho anakitoa. Lakini mchezaji mwingine wa kuwatazama nadhani ni hao ni nyota 11 ambao wa Simba wameenda kuanza kwenye siku ya leo tumejaribu kuwatazama kwa, kwa kile ambacho wameweza kukifanya kwenye mchezo wa leo. Mara baada ya hapo, nataka tutazame pia statistiki za mchezo, takwimu za mchezo zilikuwaje kwenye dakika 45 za kwanza za mchezo wa leo. Statistiki zinaonyesha uh, kama ifuatavyo. Kwanza tuanze na yale ambayo yamejitokeza kwenye mchezo wa leo kwenye dakika 45 matukio muhimu. Matukio muhimu: dakika ya sita, klabu ya Simba walipata goli, goli hilo lilifungwa na Rushan Deruka, assist ya Jan Chaza Hua. Dakika ya 37 Simba akafunga goli la pili likifungwa na Ahua assist ikiwa ni ya Yusuf Kagoma. Kwa hiyo hayo ndio matukio mawili makubwa yaliyojitokeza kipindi cha kwanza. Dakika ya sita uh, Rushen Deruka kifunga assist ya Ahua, dakika ya 37 Ahua akifunga assist ya Yusuf Kagoma. Hilo ndio matukio makubwa mawili yaliyojitokeza kwenye kipindi cha kwanza. Toka hapo tunakwenda kutazama sasa statistiki ama takwimu za mchezo kwenye kipindi cha kwanza. Shot on target zimepigwa mbili na Simba. Wakati Fountain Gate hawajapiga shoot on target yoyote kwenye kipindi cha kwanza. Lakini shoot off target zime, uh, Simba hawajapiga shoot off target yoyote wakati Fountain Gate wamepiga shoot off target tano. Kwa hiyo kiujumla, kipindi cha kwanza Simba wamepiga mashuti mawili pekee kwenye mchezo wa leo. Wakati Fountain Gate kwenye kipindi cha kwanza wamepiga mashuti matano. Lakini utofauti ni kwamba Fountain Gate wamepiga mashuti mengi, lakini yote ni off target. Simba wamepiga mashuti machache, lakini yote ni on target. Na on target zote za Simba zimeenda kuzalisha magoli. Wanaonekana namna gani ambavyo wapo clinical. Wametengeneza nafasi mbili, wamepiga mashuti mawili kwa goalkeeper na yote yameenda kuwa ni magoli. Lakini kwenye eneo la kona, kona wa Simba wamepiga kona mbili, kwenye kona hizo mbili walizopiga kona moja imezalisha goli. Wakati Fountain Gate wamepiga kona moja kwenye kipindi cha kwanza. Umiliki wa mpira, total dominance, Simba wamemiliki mpira kwa asilimia 80 dhidi ya asilimia 20 za Fountain Gate kwenye mchezo wa siku ya leo. Lakini eneo la pasi Simba wamepiga pasi kipindi cha kwanza pekee, wamepiga pasi mia tatu hamsini na mbili wakati Fountain Gate wakipiga pasi tisini pekee kwenye kipindi cha kwanza. Uh, cross, Simba wamepiga cross tatu, uh, wakati Fountain Gate wamepiga cross moja pekee kwenye kipindi cha kwanza. Faulo, Simba wamefanya faulo mara nne wakati Fountain Gate wamefanya faulo mara moja. Uh, mara, Simba mara saba, Fountain Gate mara nne kwenye mchezo wa leo. Uh, tacklings wamefanyika nne na Simba uh, Fountain Gate umefanya tackling saba. Clearance mbili kwa Simba, nne kwa sita kwa upande wa Fountain Gate. Mapambano ya mipira ya juu, Simba amepania mpira ya juu mara tano, Fountain Gate mara mbili. Uh, hakuna timu yoyote iliyofanya block kwenye kipindi cha kwanza. Simba amepiga goal kiki mara tano, Fountain Gate wamepiga goal kiki mara nne. Hizo ndo takwimu ambazo tumezishuhudia kwenye kipindi cha kwanza, na japokuwa Simba wamecheza mchezo mmoja pekee mpaka hivi sasa lakini imeingia kwenye zile timu ambazo zime- zimeanza kupiga pasi nyingi. Uh, timu inaongoza kupiga pasi nyingi ni JKT Tanzania wamepiga pasi 598 kwenye mechi mbili walizocheza, lakini Simba kwenye mchezo mmoja pekee waliocheza leo hii wamekuisha piga pasi 300. Uh, nikitazama hapa kwenye takwimu vizuri 352 kwenye mchezo wa siku ya leo pekee wamepiga pasi 350 na mbili. Wakati timu inaongoza kupiga pasi nyingi JKT kwenye mechi mbili wamepiga pasi 598, wakifuatiwa na Azam wamepiga pasi 558 kwenye mechi moja pia, lakini Simba hii ni kwenye kipindi cha kwanza pekee. Wanafuatiwa pia na Namungo wamepiga pasi 579, Dodoma Jiji pasi 527, KMC pasi 575, Mbeya City pasi 450, Prison pasi 448, na Singida pasi 432 34, alafu wanafuata Yanga pasi 396 za mchezo wa jana, wamepiga pasi 356 kwenye mechi nzima, wakati Simba mechi ya leo pekee wamepiga pasi 300, uh, 352. Hizo ndo takwimu ambazo tumezishuhudia kwenye mchezo wa siku ya leo. Lakini tukitazama uh, kwa Fountain Gate, watu wengi walitegemea labda Fountain Gate mpaka hivi sasa angekuwa sharuhusu goli saba, labda tano, labda nne lakini Fountain Gate pia wamekuwa wame, wame wagumu pia, wamewadhibiti Simba kwa namna fulani, wamekuwa pia wameboreka kuhakikisha pia hawaruhusu kufungwa kiurahisi na klabu ya Simba, tofauti na matarajio ya watu wengi ambao walikuwa wanategemea labda Simba angekuwa anafunga tu anafunga tu, lakini mechi imekuwa sio sivyo hivyo ambavyo watu wengi walivyokuwa wakitegemea. Hii ni kwa nini? Kwa sababu pia kabla ya mchezo taarifa zilizokuwa zikisambaa ni kwamba Fountain Gate itakuwa na wachezaji kumi pekee lakini imekuwa tofauti wachezaji kumi na moja wapo ndani na wawili pia wengine wapo nje wakiwa wanasubiri. Lakini pia kuna baadhi ya wachezaji kibinafsi wameonyesha namna gani wana ubora wao wenyewe kuhakikisha pia wanaisaidia timu kufanya vizuri. Kuna wachezaji ambao wameweza kuperform vizuri kwenye kikosi hiki cha Fountain Gate, mfano ni Abdalla Kulandana. Mimi binafsi navutiwa na aina yake ya uchezaji, ni moja ya mchezaji pia ambaye kwenye eneo la kiungo amewasumbua sana viungo wa klabu ya Simba kwenye mchezo wa leo. Lakini mchezaji mwingine nikiwa malizia hapa kabla sijaondoka kukupeleka uwanjani kwenda kushuhudia dakika 45 za pili, uh, wa Fountain Gate ambaye ameweza kuperform vizuri kwenye mchezo huu kwenye kipindi cha kwanza, kwangu mimi pia nimevutiwa na mchezaji uh, anaitwa Lamela amekuwa na mchezo mzuri sana kwenye kikosi hiki pamoja na Eli Mkono. Hao ni nyota ambao walikuwa na mchezo mzuri. Moja kwa moja tunarejea uwanjani, tarejea hapa mara baada ya mchezo kutamatika. Bwana, mambo vipi? Naitwa Mkude Luis leo uh, kwa taarifa za kimichezo za hapa nyumbani Tanzania, barani Afrika, lakini na nje ya bara la Afrika, kwa maana ya taarifa za michezo za kimataifa. Ungana nami kupitia Sauti Kuu Sports kila siku kuanzia saa mbili asubuhi mpaka saa nne. Ungana nasi tuweze kukupatia taarifa hizi kwa kina na uweze tuweze kukata kiu yako. Mambo vipi, mtazamaji wa Sauti Kuu TV? Karibu sana katika Sautikuu sports, ni kipindi ambacho cha kimichezo kinachokujia kuanzia saa mbili kamili asubuhi mpaka saa nne kamili asubuhi, na jioni tunarudi tena kuzijadili taarifa ambazo zilizotokea katika siku nzima. Hapo tunakutana tena saa kumi na mbili kamili jioni mpaka saa moja e, usiku kamili, tunakuwa tayari tunafunga Sautikuu sports katika siku hiyo, na kusiendelea kuifuatilia Sautikuu tv. Ebana, mpango mzima ni Sauti Kuu sports kila siku saa mbili asubuhi hadi saa nne na saa 12 jioni hadi saa moja kamili. Mimi naitwa Rafuwaya, naifuatilia Sautikuu sports kila siku kuanzia saa mbili mpaka saa nne asubuhi.